Hapa katika kusanyiko letu tumekusanyika kupata elimu juu ya ulinzi na usalama wa mtoto. Tunatambua kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, amempa jukumu la kuutakatifuza ulimwengu kupitia kuzaa, na kwa mantiki hiyo, mwanadamu ana wajibu wa kutunza ile zawadi Mungu ambaye amempatia mwanadamu watoto watoto ambao ni kanisa la leo na kesho, watoto ambao ni tunu ya taifa letu katika kupata viongozi na wananchi wema. Tuna wajibu mkubwa kama familia kutunza watoto waweze kurithi tunu njema katika makuzi na majundo yao, kwa ajili ya kuendeleza kazi Mungu ambaye ametukabidhi katika kujaza ulimwengu. Lakini kwa mantiki hiyo watoto bado wanapata changamoto kubwa sana katika makuzi yao kutokana na malezi yasiyo sahihi na changamoto ambazo zinakumba jamii, watoto wamekuwa wakidhurika sana. Kwa mantiki hiyo, kanisa kama lilivyo na wajibu wa kutunza na kulea kanisa la leo na la kesho, tuna wajibu mkubwa sana wa kuwatunza watoto ili waweze kuwa katika mazingira ya salama katika makuzi yao ya kiroho na kimwili. Ndiyo maana kanisa lina wajibu sasa wa kutamka, wa kueleza, wa kutetea, wa kusimamia na kuhamasisha jamii juu ya ulinzi na usalama wa mtoto ili aweze kupata makuzi sahihi na salama. Nyinyi mtakuwa mashahidi, jamii sasa imekengeuka na watoto wanapoteza dira ya malezi. Kuna ubakaji, kuna unyanyasaji, kuna adhabu tunazozitoa katika familia zetu, kuna ukosefu wa malezi sahihi kutoka kwa wazazi. Na hivyo kama jamii tunaaswa na tunaelekezwa sasa wajibu wetu wa kutunza watoto. Kanisa lina wajibu wa kuongea juu ya ulinzi na usalama wa watoto kwa sababu ni chombo cha kutetea haki. Haki ya malezi, haki ya makuzi, haki ya usalama. Uh, unaweza kuona katika mazingira hayo kanisa lina wajibu mkubwa kama chombo cha kulea watoto wake ambao sisi ni watoto wa Mungu na watoto bado ni watoto wa Mungu lakini bado ni watoto wetu sisi ambao ni Wakristo wa Katoliki, ambao tuna wajibu wa kuwalinda. Kanisa lina wajibu kwa sababu lina taasisi ambazo zinalea na kutunza watoto. Kwa hiyo ni wajibu kuelimisha jamii juu ya wajibu wa kutunza na kulea watoto. Tuna shule, tuna mahospitali, tuna shule za msingi, sekondari. Shule za awali ambapo tunakutana na watoto mara kwa mara. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa kanisa tuna wajibu mkubwa wa kusaidia na kulea na kutetea na kuelekeza juu ya usalama wa mtoto kama kanisa. Lakini vilevile sisi kama jamii tunaaswa kwa sababu sisi ni wanakanisa tunaaswa kushirikiana na kanisa kupeleka habari njema ya ulinzi na usalama wa mtoto katika jamii tunayoishi. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, hizo sababu tatu nizo zitaja na za msingi, zinatusukuma kutetea, kulinda, kusimamia haki za watoto, na si watoto peke yake, hata ile jamii ambayo inaishi katika mazingira magumu na yenye changamoto, kutetea haki zao, kwa mfano albino, kutetea haki zao, kwa mfano wazee, kutetea haki zao, kwa mfano mabibi kutetea haki zao wale watoto wenye changamoto, watu wenye changamoto za afya akili, kuhakikisha kwamba usalama unapatikana kwao na wanaweza kuonja usalama wa sisi tunaowajibika kama kanisa na wananchi tunaoishi nao katika mazingira yetu. Kwa mantiki hiyo ndiyo maana tumekusanyika hapa kukumbushwa, kuelekeza, kushauriwa, kuhamasishwa na kuwa wajumbe wa kutetea usalama wa jamii ambayo Mungu ametupatia. Neno la kwanza nimefurahi. <coughs> Neno la pili ni shukurani. Shukurani hizi zina vipengele kumi. Kipengele cha kwanza ni shukrani kwa Mungu ambaye ametumba katika sura na mfano wake ambaye anaenda kututegemeza katika uhai. Pili nishukurani kwa wazazi wetu waliokubali tuzaliwe, wakatulea na kututunza tukawa jinsi tulivyo. Tatu, napenda nimshukuru Monsinyori Ibrahimu Rwemanyira kwa kuratibisha semina hii ya ulinzi na usalama wa mtoto, ratiba nzuri na kufanya kila mbinu e, kupata fadhili. Nne, na washukuru wafadhili wetu ambao wameona umuhimu wa semina hii na kuiwezesha kwa vitendea kazi, lishe na nyweshe. Tano, nawashukuru watu wa mada e, ambao wameonyesha umahiri wao na maandalizi ya kina na kuweza kutuelewesha kutuelimisha vizuri Dr. Patience Padexperius wakili Adbert na mwalimu Dorosera, tupige makofi. Sita, na kushukuru wewe, mjumbe aliyoko hapa anayenisikiliza, kwa kuitikia mwaliko ukaweza kuacha shughuli zako, ratiba zako, simna hii ukaipa kipaumbele, kwa ushiriki wako makini na utayari wako wa kwenda kufundisha na kusimamia sera ya ulinzi na usalama wa mtoto kwa ufupi, kuendelea kusimamia malezi shirikishi na fungamanishi ya mtoto. Saba, naenda kumshukuru Baba Paroko na waandamizi wake kwa kutuandalia ukumbi huu na mazingira safi ya kufanya semina hii. Nane, na washukuru waandishi wetu wa habari na vyombo vya habari, vyombo vya mawasiliano, Radio Fadeko, Mawio TV Online, KCD TV Online, Red Maria kwa kurekodi na kuendelea kufundisha na kuhabarisha jamii kubwa zaidi. tisa. Shukurani kwa michango yenu ya mavuno ya familia kwa ajili ya ujenzi wa seminari yetu ndogo ya jimbo ya mtakatifu Maximilian Maria Kolbe, Bombo. Semina hii imekuja wakati mwafaka. Semina hii ni wito kwa wazazi na walezi kutuandalia mazingira mazuri ya kuzaliwa ya kulelewa na kutunzwa watoto ambao ni waseminaristi watarajiwa wa kwenda kujiunga na seminari hiyo kwa malezi ya wito wa upadre. Watoto ambao hawakulelewa kimayai, watoto ambao hawakulelewa na bibi na babu watoto ambao kulelewa na houseboy na house girl, watoto ambao wakulelewa na Facebook, smartphones na runinga, watoto ambao kulelewa na saluni, vilavu vya pombe, sherehe mbalimbali huko na mikesha, mipira na kadhalika Kumi. Shukurani kwa wazazi na walezi wanaoleta watoto wao walelewe katika taasisi za kanisa, taasisi za misioni, kuanzia chekechea au awali kwenda shule za msingi sekondari ili wafundishwe K kumi, ili walelewe katika K kumi na K kumi hizo huwa nazurudia kila wakati. K ya kwanza na ya msingi kabisa ni kumcha Mungu, soma kitabu cha Sira sura ya kwanza aya kumi na nne Ke ya pili ni kusali. Soma kitabu cha kwanza, soma barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya tano aya kumi na saba Ke ya tatu ni katekisimo. Soma kumbukumbu sura ya sita aya ya tano hadi ya tisa. Ke ya nne ni kuandika, soma sura arobaini na mbili sura ya arobaini na mbili aya ya saba. E, na jamii siku hizi ina matatizo makubwa katika ke hiyo ya kuandika. Naona mtu anaandika jina la Mungu anaanza na elfu ndogo. Mungu kuna mungu wa uongo? naanza na elfu ndogo, lakini napokutumia message tumshukuru Mungu elfu ndogo, sema huyo <laughs> <laughs> kile kuandika ana <ajafamika. laughs> vizuri, anakuandikia ajue kutofautisha kati ya L na R. Nakuandikia nakushukuru ero, eh? na kushukuru eh? Anakuandikia sara anamaliza na hala sara, hilo njira la mtu sara kuomba ni elo, ati kutofautisha kati elo na ara eh, mradi ameelewa nataka kusema nini eh, eh, we urudie fojifuzu namna ya ki mm, kusoma kusoma ki ya kusoma kusoma. Tunaanza kusoma Biblia, maandiko matakatifu kujishibisha neno la Mungu. Kuhesabu eh, soma, eh, kusoma ni kutoka barua ya kwanza mtume Paulo kwa Timotheo sura ya nne aya kumi na tatu. Kuhesabu soma Zaburi ya tisini aya kumi na mbili. Kuhesabu ni kujua kuhesabu muda wako, miaka yako ya kuishi, kujua kwamba ni mifupi uweze kuitumia vizuri. Pia kwa hesabu unapomtolea Mungu, watu wajui kwa hesabu wanapomtolea Mungu. Unapomtolea Mungu, maandiko matatifa anatuambia asilimia kumi zaka, asilimia kumi ya mapato yako sadaka, asilimia kumi e, e, sijui lili e, mavuno a kuhesabu kwamba asilimia kumi ya mavuno yangu ya mshara wangu ya kumtoa Mungu ni kiasi gani? Basi nienda kikango fulani kakuta muumini fulani anagombana, walipomwhesabia asilimia ya mapato yake kwa mapato yake asilimia na pato shakulipa shilingi elfu moja arobaini na nane akagombana kabisa. Ah, mbaawambia tulipe asilimia kumi, asilimia kumi ni ngapi? shilingi elfu kumi yetu ndi asilimia kumi elfu kumi. Kujua kwa hesabu mahesabu eh? mm. Saba kazi kei ya saba ni kazi kilimo. Soma Methali sura ya sita aya sita ali ya kumi na moja sura ya kumi aya nne kitabu tasira sura ya saba aya kumi na tano Barua ya pili ya Mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya tatu aya ya sita hadi ya kumi na tano k ya nane kucheza kufurahi. Nashukuru mwalimu Dorsela, kweli ni mwalimu eh. Eh? ametufundisha hiyo k eh? Tukacheza, tumeimba tume, tume furahi sovu katoka eh? Hmm? Piga makofi eh? soma barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya tano aya kumi na sita. Keya kumi ni kuwa na maadili bora. Soma kitabu cha Methali sura ya ishirini na mbili aya sita. Na keya kumi ni kuwa mwaminifu. Na maandiko matakatifu yanasema, ukitenda vitu kwa uaminifu utafanikiwa katika mambo yako yote. Soma kitabu cha Tobiti sura ya nne aya sita. Uaminifu kuanzia kwenye mambo madogo, mapesa, kutunza mali za wengine, kwenda mambo makubwa. Uaminifu katika ahadi za ubatizo, uaminifu katika maagano ya ndoa, uaminifu katika viapo vya useja uaminifu katika nadhiri za kitawa. Napokuwa mwaminifu, maandiko matatifu yanasisitiza kwamba utafanikiwa katika mambo yako yote. Kwa hiyo uaminifu ndio siri ya mafanikio. Kwa hiyo tuwale watoto wetu katika kehizo kumi na tuweze kupata watoto safi wakijiunga na miti ya upadre, miti ya utawa na hatimaye waweze kutufikisha katika uzima wa milele, furaha za wa milele kumbinguni.